Ndugu mkahaji, kwanza kabisa, habari za leo? Habari za leo ni ni sawa, lakini upande wa huko Walungu ndio kuko kunasikilika masase e, na inasemekana kama vita ilianza tangu chiza ya asubuhi ya leo ii tarehe kumi na kenda mwaka huu e, wa 2025 wapo asubuhi ndio mapambano makali ambayo imeripotiwa kati ya M ishirini na tatu na gundi ya Wazalendo FARDC. Uh, labda nikumbushe watazamaji pia wasikilizaji wa kuna nini niuze kwamba wewe ni mkahaji unayepatikana sehemu hizo za mkoa wa Kivu ya Kusini, uh, maeneo ya tarafa la Walungu, na ndiko mahali unapatikana hivi sasa licha ya kwamba hatukutaka kuzungumzia kwa sehemu kamilifu uliopo hivi, tungependa uangazie watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini weze kwamba mapambano ambayo yanaripotiwa leo, kama unavyotoka kueleza hapo, nani walishambulia nani kwa muda kama huu au mapema leo hii? Ujumbe na habari ambayo ninaweza kuelezea wasikilizaji wetu ambao wenye kutusikiliza kwenye ki mitandao za kijamii, ninawaambia kama ni wazalendo ambao wenye kusaidiwa na FARDC ndio wamekuja shambulia wame ngome za m ishirini na tatu hapo pa mgogo ndani ya shefri ya Ngweshe. mm -hmm. Sasa habari mlizo nazo ni kwamba kwa muda kama huu ambao tumepanda hewani Mapambano yanaendeleaje? Yangali bado yanaendelea au tayari yamekomeshwa? Kwa kuwa muda kama huu ni apatao saa tatu kasoro, ni saa mbili na kitu za asubuhi, majira ya mji wa Bukavu na Walungu. Mpaka saa hizi, ndugu mpashaji wa habari, kwa saa hizi mapambano imeendelea tu, tumesikia huko kunakuwa eh, sira nzito nzito ambazo zenye kulia na sira ndogo ndogo ambazo zenye kulia na hapo, mapambano bado kukomeshwa, hata upande wa Kanyola vilevile, karu na santre ya Walungu tumesikia mapambano inaendelea huko upande hiyo jaribu kup kuwapa wasikilizaji wetu pia watazamaji wa Kuna Nini News picha ya maeneo ambako kunaendeshwa mapambano kwa leo. Sehemu hizo unazozitaja, tukichukulia tarafa la Walungu huko mkoani Kivu ya kuhusini, unaweza uka zipa nafasi gani? Ukichukulia mji wa Bukavu hadi sehemu ambako kunaendeshwa vita hivi sasa, kuna masafa gani urefu gani? Au kuzuka kwa mapambano sehemu hiyo, kuna hasari yoyote ambayo inaweza ikaripotiwe sehemu za walungu kati au sehemu za mji wa Bukavu? Ndio, ndio bwana mtangazaji, naweza kueleza kama eh, ninajua kama Bukavu na walungu kunakuwa karibuni kilomita makumi tatu na tayari nimekuwa na picha ya watu ambao wenye ukimbia wanabeba mizigo kichwani, pamoja na watoto, na wakati ni wakati ya mvua ambao watu wanapata jukumu mingi kwa kukimbia, na wapo wananyeshwa na mvua. Bwana mtangazaji, labda sasa katika mji wa Bukavu hali ikoje, na walungu kwenyewe unapochukulia katikati ya mji wa walungu yaani sehemu ambako ndiko kuna maskani ya tarafa na sehemu za kando kando kwenyewe, hali ikoje? Unajua kama <coughs> karibuni Walungu yote ime- tayari ni Walungu yote imekuwa deja iko katika mikono ya e, wapambanaji wa M23 ndio wenye kuwa karibuni walungu yote mzima, lakini sasa kuna ngambo fulani fulani eh, kwenye kuwa hawa wazalendo nao ndio wanakuja kushambulia hizo ngome za wa M23. Ndio habari. Na Ubukavu hakuna wasiwasi yoyote, lakini watu wanatembea kwa saizi. Soko bado hayaingia lakini kuko tayari, watu wako wapo wanatembea vizuri na gari ziko zinatembea pamoja na na pikipiki. Labda tuende kumalizia na hili mara kwa mara, wazalendo wanaripotiwa kushambulia m ya ishirini na tatu au ngome ya ishirini na tatu AFC RDF mahali walipo, lakini muda kitambo unasikia kwamba walirejeshwa nyuma au m ya ishirini na tatu imewasukuma nyuma. Je, wanakuja ni kuchokoza tu, au malengo ni gani? Wakati huwa kupitia mashambulizi yanayoendeshwa na na, na kumradhi na wazalendo hutokea, lakini huwa hayachukue muda, mnatathmini vipi hali hiyo? Ndio, ndio ndugu, kufatana na habari hizo za wazalendo kuja kushambulia ngome za M23 mara kwa mara wanafika tu na kushambulia na wanarudia, lakini hatujawahi bado kuona kijiji wala e, fasi fulani watashambulia na wanaikala. Sasa hiyo hatujue projet gani ambao wanakuwaka nazo, na sisi wakaaji hatujue ni nini kweli ambao wanafanya, hatujue kazi wanafanya na kitu gani wanatafuta, kwa sababu katika mapambano hayo population raia ndio inakuwa watu wenye kukufa wengi, na matokeo pia yao ya vita hiyo haikamilike kikweli. Labda tuchukulie kwamba mapambano ya leo labda ndiyo mwanzo, sasa wamekuja kwa ajili ya kushambulia na kusonga mbele, hawatarejea au tu tuichukulie kwamba itakuwa ni ile hali ya kila mara, kwa mtazamo wako wewe? Ndio hatujue mimi kabisa, bwana Mwalili, siwezi kabisa kufafanua na kutambua wataenda mbele wala watarudi nyuma. Kwa sasa tuchukulie kwamba tuyaachie majira muda, si ndio? Asante, asante, acha ni kushukuru kwa muda wako, kwa kuwa umekubali kuongea na idhaa hii ya Kiswahili ya Kuna Nini News. Tunakutakia kila laheri eh, asante, asante.